Washukiwa mauaji ya halaiki msituni Shakahola kaunti ya Kilifi aliyebadilisha nia na kuwa shahidi wa serikali amefichua simulizi mpya za mauaji. Pia alielezea maneno yaliyokuwa yakitumika msituni humo kuangamiza waumini wa kanisa lililoongozwa na mhubiri tata Paul Mackenzie. Na Enos Samanya amekiri makosa 191 likiwemo kuhusika katika mauaji ya wa watoto wake wawili na kuwa alihudumu kama mchimba kaburi na afisa wa usalama msituni. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, ni kwamba Jaji Diana Mochache ameagiza upande wa mashtaka kuandaa ripoti ya historia ya mshukiwa huyo kabla ya kutoa hukumu yake Februari mosi. Uliniandikia mingi sana, nimesoma hiyo confession. Enos Amanya mshukiwa wa mauaji ya Shakahola aliyeamua kujitenga na wenzake 29 na kuwa mmoja wa mashahidi wa serikali amekubali makosa mia moja tisaini na moja yanayomkabili akisubiri hukumu yake mbele ya, ya, ya, ya jaji Diana Mochache. Amanya amefichwa kilichojiri akielezea mahakama kuwa mhubiri tata Pondhengi Makenzi alibuni utawala wake akitwikwa majukumu ya kuwa mchimba kaburi na mmoja wa maafisa wa kiusalama msituni Shakahola, ili kuhakikisha hakuna atakayeingia au kutoka msituni humo. katika simulizi yake amanya amekiri kuhusika na kuhudhuria mazishi ya watoto wake wawili Aron Joshua na Eja Nyeleso waliofariki kwa kufunga kula na kunywa, pamoja na mazishi ya jamaa aliyofahamika kama Tom, yote akiwa mchimba kaburi na mlinzi msituni. Mazishi ya watoto wake watatu hakuhudhuria, huku mmoja wa watoto wake akinusurika kifo baada ya kudinda ili kutafuta kazi. Wewe ulihusika kwa mfano, kwa mazishi ya mmoja ambaye anaitwa wa Tom akiwa mume wake Mama Sifa na pia ukajihusisha katika mazishi ya Paulo na watoto wadogo wa Paulo ambao pia walikuwa wameaga katika hali hiyo. Haya yote yalifanyika chini ya amri na uelekezwa Paul Ndenge Mackenzie na hata kubuni maneno maalum. Amanya na wengine wakifahamika na kutambulika kama wateule, ule miili kuitwa mbolea, mazishi ikiwa ni wakati wa kupanda, huku kifo kitambulika kama kuabiri ndege. Jaji Diana Mochache wa mahakama ya Mombasa ameamuru upande wa mashtaka kuna kili historia ya Enos Amanya, simuliza waathiriwa pamoja na kuamuru afisa wa gereza la Shimo la Tewa kumtenga Enos Amanya na washukiwa wengine kwa usalama wake. mahakama ya Mombasa inatazamiwa kutoa hukumu yake Februari mosi, hatua ambayo huenda ikatoa mwelekeo wa safari ya kutafuta haki kwa zaidi ya wa wahanga 400 waliofariki msituni Shakahola, zaidi ya miaka miwili baada ya mauaji haya makubwa zaidi kuwahi kuripotiwa nchini. Francis Mtalaki Ringa, Citizen